Mtoto wa ajabu mwenye jinsia ya kike amezaliwa wilayani Korogwe mkoani Tanga, ambapo ana jicho moja, meno makubwa na pua iliyoumbwa juu ya jicho, kiumbe ambacho kimehuzunisha na kuwastajabisha wakazi wa mji mdogo wa Mombo wilayani humo. Mwanahabari wetu William Mgaziji anayo taarifa zaidi. Mkuu wa kituo cha afya cha mji mdogo wa Mombo, Dr Masanja Mhezi, amesema mara baada ya mama mzazi kufika katika kituo hicho walianza kumpima na kisha baadaye mama mzazi alishindwa kujifungua na kulazimika kumfanyia upasuaji na kubaini kiumbe hicho. Tuligundua hilo baada ya yeye kushindwa kujifungua kwa njia ya kawaida na kufanya upasuaji. Utakuta maumbile yale, ukimwangalia kwa makini utaona ana jicho moja na pua ambayo liko juu ya lile jicho. Na ama um, kwa hakika amekuwa me, ni ajabu kidogo, sababu ana meno pia ambayo yameshakuwa makubwa na maumbile yake mengine yako kawaida kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu tuliweza kumokoa mama na mama wa mtoto anaendelea vizuri. Uh, kwa upande wake mganga mkuu wa wilaya ya Korogwe Dr. Rashid Said amesema mama mzazi wa mtoto huyo angekuwa anahudhuria hudhuria kliniki mara kwa mara wangefahamu tatizo hilo mapema na kuweza kumsaidia, lakini tatizo alikuwa mapumzikoni katika mkoa wa Arusha, jambo ambalo limeweza kusababisha kuishi ndani na kiumbe hicho cha ajabu kwa bahati mbaya, wakati akiwa anahudhuria kliniki kule Arusha, kwa sababu hakuwa ni mama wa Korogwe, hatukupata information ya hizi tatizo. Kama angekuwa anahudhuria kliniki vizuri, tungeweza an, an, hata kugundua kwa vipimo mbalimbali, kama vile ultrasound kwamba mtoto ana shida gani, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kugunduliwa akiwa anahudhuria kliniki akiwa kule Arusha. Hata hivyo, bibi wa kiumbe hicho, Bi Zakati Kasim, amesema mama mzazi kabla ya kujifungua alikuwa akilalamika mara kwa mara kuumwa na tumbo ambalo lilikuwa kubwa isivyo kawaida lakini anawashukuru madaktari wa kituo hicho cha mombo kwa kuweza kunusuru maisha ya mama mzazi yaani la maajabu lile tumbo lilikuwa halina mfano halafu mtoto mwenyewe sasa akapimwa ikabidi saa afanyiwa operesheni operesheni ile ikabidi saa mtoto yule sio riski na mtoto aliyozaliwa ni wa maajabu na maana sasa hamna jinsi lakini tumemwokoa mama mtu kwa vile sasa hivi mtoto wangu anaendelea vizuri, namshukuru dokta, amenikolea mwanangu. Kwa sasa hivi hali yake inaendelea vizuri, naweza ukaongea naye akakueleza hali halisi, kwamba alikuwa na umwa, alikuwa na tumbo kubwa, lakini sasa hivi hali yake sio mbaya. Nashukuru kwa hilo. Hili ni tukio la ajabu na la kusikitisha ambalo limetokea katika kituo cha afya cha mji mkuu wa Mombo wilayani Korogwe lakini pamoja na kuzaliwa e, katika mazingira haya ya ajabu kiumbe hiki, bado watu wamekaa kujiuliza, je, ni imani za kishirikina au labda ni mambo ya kitaalam, utaalamu wa afya huu? Kutoka hapa katika eneo la mji mdogo wa Mombo lililopo hapa wilani Koroge, mkoa wa Tanga, ni Williamu Mgazija, ITV.